Done. Na hayo ya kijiri, muungano wa wataalam wa ujenzi humu nchini sasa unataka hatua kali kuchukuliwa dhidi ya waliohusika kwa ujenzi wa jumba lililoporomoka katika mtaa huo wa South C hapa Nairobi. Wataalamu hao wakishikilia kwamba ufisadi na ukiukaji wa sheria ulisababisha jengo hilo kuporomoka. Na kama anavyotuarifu Emmanuel Too, wataalamu hao pia wameonya kuwa asilimia 55 ya majumba mengi hapa jijini Nairobi si salama. Miungano hiyo ikiwemo muungano wa wahandisi nchini, muungano wa masorovea wa vipimo na muungano wa wasanifu ujenzi nchini imetaka uchunguzi kufanywa haraka iwezekanavyo, wakiinyoshea serikali kuu na ile akaunti ya Nairobi kidole cha lawama, pamoja na mmiliki wa jumba hilo.

Wataalamu hao sasa wakitaka wahusika wote kubebeshwa misalaba yao. Can NCA, the muungano huo pia ukipasua mbarika kuhusu hali hatari ya majumba nchini, Nairobi ikiongoza kwa majumba hatari zaidi, ripoti ya hivi punde ikiashiria asilimia 85 ya majumba jijini si salama kuishi.